Mtoto Bryson Gift Daima, mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa mtaa wa Sawe, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, ameripotiwa kutoweka nyumbani kwao ambapo alikuwa akiishi na wazazi wake. Mtoto huyu alikuwa akisoma darasa la saba katika shule ya msingi Kwang iliyopo mjini Babati mkoani Manyara, na wazazi wake wanasema aliondoka nyumbani tarehe 2 mwezi Mei ya mwaka 2024 akielekea shuleni kama ilivyokuwa kawaida, lakini hakurejea tena nyumbani. Global TV imefika nyumbani kwa wazazi wake kwa ajili ya ripoti zaidi. Majina, anaitwa Gift Daima kamera. Ni mkazi wa Sawe. Nilipotelewa na mtoto wangu, anaitwa Bryson Gift Daima, alipotelea maeneo ya Sawe. Wakati huo aliondoka, aliaga kwamba anaenda shuleni akiwa amevaa nguo za shule lakini jioni hakurudi nyumbani. Ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa tano kwao, tukakesha jioni hiyo. Baada ya kutokurudi nyumbani, tukawa tunamtafuta hatukupata taarifa kamili. Kesho yake tukaamka kuanza kumtafuta, hatukumwona kabisa. Tukaanza kutoa taarifa kwa balozi, tukatoka kwa balozi tukaenda kwa mwenyekiti Hatimaye tukaenda na polisi, lakini bado hatukupata majibu yake sahihi. Lakini siku zitazozidi kwenda, tulifanikiwa kukuta nguo zake za shule na madaftari akiwa ameacha kwenye nyumba ambayo haijahamiwa. Baada ya hapo, tukachukua zile nguo na madaftari tukarudisha nyumbani, lakini tukawa tunasikia tetesi kwamba ameonekana sehemu fulani, tukafuatilia, tukakuta sio basi tukaendelea kutafuta huku na kule mpaka leo, kwa kweli hatukufanikiwa kumpata. Pengine uh, uh, kuna kitu chochote alichoacha uh, kama mathala ni ujumbe wowote ambao aliacha wakati anaondoka? Hapana, kuacha ujumbe wowote. Lakini alikuwa na, na mwenzake ambao walikuwa wamekaribiana karibiana, wanaenda shule pamoja. Tukajaribu kumbana mwenzake akasema, hata madarasa tulibadilishwa, kwa hiyo mimi sina taarifa zake zaidi E, lakini wakitoka hapa shuleni, anamkuta saa nyingine, afiki shuleni anaulizwa, anasema mbona tumetoka wote nyumbani pamoja. Sasa kuna mali naye alikuwa anapitia na hisi, na ana uso mwembamba, ni mrefu wastani. Kwenye sehemu ya paja hapa kidogo, kama aliungua na mafuta kidogo e, kwa hiyo ana kovu hapa sehemu ya paja. Kama mtu atamuona, tunaomba afike kituo chochote cha polisi atoe taarifa polisi. Kama atashindwa kabisa basi atupigie simu namba sifuri sita nane nane sifuri sifuri hamsini na nne hamsini na tatu.